Sasa mbosi. Yeah, boss. Ybos, uh -huh. Eh, nataka tuende hivi. Yeah. Kuna pale nilikuwa nataka tuende tupate ile kazi, tuone kama tutapata vijana sapsap. uh -huh. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu basi. Yeah. Iyo kazi ifanyike kwa haraka, si ndio? Na by the way waache tuende tu arrange hiyo maneno. Alafu. Kwani maneno ni gani gani? Vijana, ah, ah, ni kama nawajua oh. Ngoja, usi ni Kevin huyu. Tuliesoma na huko Jomo Kenyatta University, si ndio? Hebu tuwaone, hebu tuwaone. Wako na mnene? Ni kama hebu. Anko. Ah, Anko. Hey, Anko. Anko li. Aya, Anko, Aya, Anko. Ndio ma Anko. Vipi? Na mnafanya nini maeneo machafu haya bana? Tumesaidika leo. Tumesaidika leo. Vipi vienda aje? Vienda aje vipi vipi? Hai, salamu mkononi. Mbona maisha yenu yamebadilika hivi? Maisha yetu yameteseka sana. Tangu tuachane shuleni. Mbona mko kwa mandhari mabaya hivi? Hatuna kitu kingine cha kula. Marafiki zangu wa dhati bwana, tupelekeni tusaidieni sasa. Wafanye hivi, nipe namba yako, nipe namba yangu, nipe namba yako, chukua namba yangu 0708085050123 bas, kitu itaingia bwana. Usinisike na uchafu man. Ngoja ngoja kidogo, nenda unyolewe, unyolewe bwana, sasa nitawapanga sawa sawa. Hebu tuende hivi twendeni yeah. Kwanza na mtu asibebe mizigo. Kuna rafiki yangu mahali ya kukura hiyo ndio uh, chakura yetu. Hapana, hatuwezi. Wacheni tu kitu tu, kila kitu kikae hapo chini haina shida tumeokoka kutoka leo Bas. Kwanza, um, nywele ni chafu. Alafu kitu kingine kuna rafiki yetu mahali pale, na kidhani nikiwapeleka naweza kubwa na... shamba anaitwa yeah, Jonathan. Hebu tuendeni. Ah, yes, yes. ynuat Marafiki zangu mko poa, vijana? tuko salama sana, sana. Salama sana. Yeah. Sisi ndio tumeletwa kazi eh. Na mbona mnaonekana namna hii, wafanya kazi? Tuonyeshe shamba. ah, shamba ni kubwa hmm. hmm. na masaa hayo inaenda saa mbili hmm. inaingia hmm. hmm. lakini kazi mtapata hmm. na shamba inaanzia huko chini ikienda juu hivyo. Ee, hii sehemu itakuwa ni yako huyu e, mwenzako hii, hii itakuwa ni yake, itakuwa anafanyia kazi yake pesa e, e, pesa ni mia tano e, kwa siku e.